Siku ya Usalama Mtandaoni ni mpango wa kimataifa unaoadhimishwa kila mwaka siku, siku ya Jumanne ya pili ya mwezi Februari ukiwa na lengo la kuhamasisha matumizi sahihi, salama na kuongeza uelewa kuhusu fursa na changamoto za mtandao wa intaneti. Nimeelezwa kuwa maadhimisho ya mwaka huu ni ya ishirini na mbili tangu mpango huu wa Safer Internet Day uanzishwe na huadhimishwa na nchi takribani mia moja na tisini duniani. Maadhimisho haya hukutanisha mamilioni ya watu duniani kote kujadili fursa na changamoto zinazotokana na matumizi ya teknolojia za kidijiti. Mwaka huu 2026, maadhimisho yanaongozwa na kauli mbiu isemayo teknolojia mahiri, mchang, mchang, mchanganuo salama, tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kutumia teknolojia kwa umakini hasa katika kipindi hichi ambacho akili unde na mifumo ya kidijitali imeendelea kubadilisha namna na tunapojifunza, tunapofanya kazi, kuwasiliana na kuendesha shughuli za kijamii pamoja na za kiuchumi. Leo tunasherekea Siku ya Usalama Mtandaoni, huku taarifa za hivi karibuni kutoka shirika la mawasiliano duniani, yani ITU kitengo cha usalama mtandaoni, yani Global Cyber Security Index GCSI imebainisha kwamba Tanzania inaongoza katika viwango vya usimamizi wa usalama mtandaoni katika nchi za Afrika Mashariki na Kati na ni moja ya nchi 45 za mfano bora duniani kwa viwango vya usalama mtandaoni. Tanzania ipo katika zama za uchumi wa kidijitali ambapo teknolojia ya habari na mawasiliano ni msingi wa maendeleo. Pamoja na fursa kubwa zinazotokana na maendeleo haya, bado tunakabiliwa, tunakabiliwa na changamoto za uhalifu, uhalifu mtandaoni, ukiukaji wa faragha, ulaghai wa kidijitali na matumizi mabaya ya teknolojia. Ni katika muktadha huu ambapo umuhimu wa elimu ya usalama mtandaoni hauwezi kupuuzwa. Watoto, vijana na jamii kwa ujumla wanapaswa kuelimishwa ili waweze kutumia mtandao wa kwa usalama kwa njia na kwa manufaa ya maendeleo yao binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia mtandao kwa usalama. Hatua hizo ni pamoja na kuboresha mifumo ya kisheria na kitaasisi, kuimarisha usalama wa mifumo ya taarifa, pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu tahadhari za msingi za usalama mtandaoni.